Unapoenda shuleni unafundishwa na unaandaliwa jinsi ya kuwa mfanya kazi mzuri. Unafundishwa jinsi ya kufanya kazi kwa ajili ya watu wengine. Unafundishwa jinsi ya kuwa mwajiriwa mzuri. Unakuwa mhasibu, unakuwa mtu wa kodi, unakuwa mwanasheria, unakuwa daktari, lakini huwezi kufundishwa kuhusu fedha. Wanataka uwe mjinga katika eneo la fedha ili waweze kukutawala. Aliniambia kwamba baba yake alikufa so, akiwa na umri wa miaka kumi na tatu na aliacha biashara aliyokuwa anaifanya. Kwa hiyo so, so alijikuta analazimika kuacha shule na kuingia kuanza kufanya biashara yeah, ya familia akiwa mdogo sana. You know, akasema niliishi kwa shida sana, lakini kwangu mimi ilikuwa ni fursa ya kujifunza yeah. kwangu mimi, ilikuwa ni fursa ya kujifunza mafanikio attorney, kupitia elimu ya biashara. Hata hivyo walimu wengi shuleni so hawakuwa na walimu wazuri, hawakuwa na ujuzi wa kile wanachokifundisha. Walikuwa wanafundisha vitu ambavyo hawavifanyi kabisa. Siku moja nilimuuliza mwalimu wangu kwa nini uliamua kufundisha, akaniambia kwa sababu nilikuwa nahitaji malipo. So, do you ever use it? He goes, No. na ndio maana huwa na washauri. Watu wengi sana kwenye maisha, moja ya kitu ambacho unatakiwa kuzingatia ni kupata mwalimu bora kukuongoza na mwalimu bora ni yule anayekufundisha kitu anachokifanya. Usikubali mwalimu akufundishe mwa kitu ambacho hakifanyi kabisa, atakuja kupoteza. Na hivyo ndivyo mii huwa nafanya na, na wafanyakazi wangu, nimezungukwa na wanasheria, nimezungukwa na wasimu tunajifunza kwa pamoja. So, yeah, na hivyo ndivyo ambavyo mi najifunza kutoka kwao na wao wanajifunza kutoka kwangu, kwa sababu mimi huwa ninatatua matatizo kwenye biashara kila siku. Je, yeah, matajiri huwa wanawabeza maskini yeah, na kusema yeah, kwamba usiwaambie hayo maarifa ndio, usiwaambie watu kile unachokijua, you waache know. Waendelee kuwa wajinga Mtazamo wa hofu ndani yao ndio unawafanya wanazidi kuwa maskini. it's, it's words. Unajua, maneno yanaumba, maneno huwa yanatabia kuwa kweli, na nilifeli pia katika shule ya Jumapili, lakini nachoelewa ni, ni kwamba unaposema sina yeah, uwezo yeah, au siwezi kufanya haya, ni maneno ambayo yanafunga akili, kwa sababu maneno yanatabia ya kuwa kweli baadaye. Okay, maneno yanaumba, yani unakuwa vile unavyokili. Baba yangu alikuwa ya anasema kama huna hela uwezi kumudu huwezi kupata chochote, na hiyo ndo maana ilimfanya azidi kuwa maskini. Maskini wana tabia ya kusema sina uwezo, siwezi kufanya, sina muda, lakini baba tajiri alikuwa anasema tutafanyaje? Tutawezaje? tunahitaji nini ili kufanikisha? Alikuwa anasema kwamba kama hatuwezi kufanya kwa sasa basi ni lazima tujue tutafanyaje baadaye. No. Pia aliniambia kwamba kujiuliza maswali huwa kunafungua akili, lakini taarifa huwa zinafunga akili down. Na hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu unaposema siwezi kufanya akili yako inafungwa, lakini unaposema nitafanyeje akili yako inafunguka, kwa sababu unavyokili ndivyo unavyokuwa.